Hey mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nataka nikufahamisha jinsi gani ya kuweza kutumia W3Schools vizuri sana, na kuweza kuifahamu namna gani ambavyo utaweza kuitumia kujifunza programming language mbalimbali. Kuna watu wamekuwa wanashindwa kuweza kuitumia vizuri W3 school kuweza kujifunza language tofauti tofauti ambazo zinatolewa huko. Kama wewe ni beginners ama upo katika intermediate level, basi W3 tunafahamu kuwa ni sehemu nzuri sana kwa wewe kuweza kujifunza, basi uh, programming language tofauti tofauti na vitu mbalimbali mbali katika ulimwengu huu wa teknolojia vimepangiliwa katika mpangilio mzuri sana. So ni vizuri kuweza kufatisha basi ule mpangilio ili uweze kujifunza iko kitu ambacho unahitaji kujifunza katika hiyo W3Schools. Twende moja kwa moja katika website hapa, ni kuoneshe sasa namna gani W3Schools inatoa mafunzo na utaanza kujifunza. So search katika browser yako W3Schools, just andika tu hivi na click enter kuweza kusearch na Google itaweza so, kusearch na, na itakuletea Uh, link ya kwanza kabisa ndio ambayo tutaingia w3schools.com. Click hapo itafunguka site yetu hii hapa. Moja kwa moja itakuletea interface hii kama ya kwangu unavyoiona. Nakwambia learn to code with the world largest web developer site. Kwa hiyo hapo utajifunza ku code kuna languages zisizopungua hamsini ambazo unaweza kujifunza hapa hatua kwa hatua from beginning up to high level, okay? So baada ya kufunguka hapa huku juu kuna menu kadhaa, kuna uh, sehemu ya kuseni kuna program mbalimbali, I mean kuna course tofauti tofauti, unaweza kukliki hapa ukaona. Lakini ukishuka hapa, unaona hapa HTML, HTML the language for building web page, learn HTML, video tutorial HTML reference get certified, unaweza kupata pia hata cheti kupitia hii uh, website ya W3 School. CSS ya hapa JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, Java, C++. Kuna uh, language nyingi sana ambazo unaweza kujifunza kama hivi ambavyo unaona. Hapa ni sehemu ile ya mwanzo tunasema homepage, you know, inaonekana like hivi ni nzuri na simple sana kuweza kuitumia. Hii site imekuwa designed user friendly kama hivi ambavyo unaona, inavutia sana, ni rahisi kuitumia. Utakaposhuka huku utaona vitu mbalimbali mbali. So kama hivi unavyoona, ukishuka chini kabisa huku utaona katika futa huku chini kuna top tutorial, HTML tutorial, CSS tutorial, ndizo ambazo zipo top hizi. JavaScript tutorial, watu wengi wamekuwa wakitembelea na kujifunza hizi uh, language hapa. how to, to how to tutorial, SQL tutorial, Python tutorial. Kwa hiyo unaona hapa kuna C++ tutorial, PHP tutorial, top references Nasikuta hapa top example, nasikuta get certified, kuweza kupata cheti baada ya kumaliza kujifunza. Unaona hapa kuna vyeti vinatolewa, so una uwezo pia kupata cheti na kuweza kutambulikana kupitia site hii ya, I mean, W3School. So hapa sasa kama unahitaji kujifunza chochote kile, unaweza kutumia hizi menu huku, ka-click mfano hapa tutorial na ikafunguka hapa tutorial mbalimbali. Hapa kuna html na css, unaona learn html learn css learn RWD, learn Bootstrap. Hivi vyote vinatokana na HTML na CSS, kwa unaweza kujifunza vitu vyote hivi. Learn character set, learn graphics, learn canvas, learn SVG, scalable vector graphic. JavaScript, unaona hapa kuna ishu za JavaScript. Uwanja wa JavaScript, inaanza JavaScript yenyewe hapa, inakuja React, inakuja jQuery, zote hizi zinahusiana na JavaScript. Nyingine hapa ni, uh, tunasema framework za JavaScript nyingine ni backend, nyingine ni frontend hapa katika hii JavaScript. So unaweza kuona hapa kuna nyingine ambazo zinahusiana sana na masuala ya security katika web development, unaona hapa zipo kuna backend ambapo unaona kuna zile language zote ambazo unaweza kujifunza na zikakusaidia katika upande wa backend katika ishu nzima za web development, let's say, Python inatumika katika backend. Learn SQL inatumika ishu za ku retrieve data kufahamu SQL kutoka katika database zako ambazo utatengeneza. MySQL RDBMS hii ambayo inatumika pia sana katika kutumia hii language SQL ku interact na database. PHP, Java, C, C++, C#, C Sharp, kuna R, Kotlin. Kwa hiyo hizi zote unaweza kuzitumia backend katika mifumo yako. Kuna Django hii. So kama hivi ambavyo no, unaona kuna web building, create a website. Hii unaweza kuitumia ikakufundishe hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kutengeneza website ukiklik hapa jinsi ya kutengeneza server, ukiona, hapa kuna wapi pa kuanzia, web template, web statistic. Hapa ni vitu ambavyo vinahusiana na web development. Yani, unahitaji kutengeneza web, basi kuna vitu hapa ambavyo ni muhimu kuweza kuvifahamu, vitakusaidia wewe katika kutengeneza kwako hizo web application ama website mbalimbali, lakini pia kwa upande wa data analytics una uwezo wa kujifunza AI hatua kwa AI hatua kwa hatua, learn generative AI, learn ChatGPT. Usione watu wanatumia tu ChatGPT. Kuna wengine hawajui namna gani ya kutumia, lakini kuna miongozo ambayo unaweza kufundishwa una na kujua jinsi gani ya jinsi gani ya kutumia hizi ChatGPT vizuri, so unaweza kutumia saiti hii ukaweza kujifunza vitu mbalimbali mbali kama hivi ambavyo unaona, lakini kuna exercise mbalimbali unaweza kujifunza kwa kupitia mifano. Kuna watu wale ambao walikuwa na comment wanahitaji maswali quiz tofauti tofauti waweze basi kuona kile ambacho wamejifunza kama kweli wamekielewa au vipi, basi unaweza kupata exercise tofauti tofauti katika hii site ya W3 schools na kuweza kujifunza basi, lakini pia kuna certificate Unaweza kupata certificate kwa kujifunza katika EW3. Wale ambao wanahitaji kuwa na ushahidi wa cheti kabisa kuweza kutambulika kuwa amejifunza language fulani, basi unaweza kuchagua hapa na kuweza kupata certificate baada ya kuweza kumaliza mafunzo yako katika hii site ya W3. Kuna hizi service ambazo zinatolewa. Unaona hapa wanatoa service gani na gani? W3 free tutorials, wanatoa quizzes, a reference, create a website. Umeona pale My learning utakapo sign in hapa utakuwa na sehemu yako ambayo inaonesha kozi eh, zote ambazo unazojifunza na vile vitu ambavyo unavifanya hatua kwa hatua, so unaweza kuchagua, mfano let's say, twende tukajifunze HTML kama ndio kwanza unaanza ukiklik okay, hapa learn HTML tafunguka na huku pembeni upande wa kushoto utaona kuna uh, zimepangana hapa kwa mpangilio kuanzia mwanzo hadi kufikia katika advanced level, kama hivi ambavyo unaona. so kama wewe ni beginners, utaanza kidogo kidogo, utaanza home hapa, introduction, utakuja katika editors, basic elements, attributes, heading, hatua kwa hatua, kidogo kidogo, hadi kufikia huku mbele chini na kuona sasa unaanza kuingia katika level za juu. Utaona jinsi ya kuweza kutengeneza forms, jinsi ya kutumia element mbalimbali mbali za forms utashuka utashuka, utaona kuna vitu vingi ambavyo utajifunza ambavyo ni more advanced skill utakapoendelea huku chini. So baada ya kuingia hapa, unaanza HTML tutorial ambapo ni home, hapo unakaribishwa, unaambiwa HTML ni kitu gani, just ni markup language for web page, na maelezo yake ni simple tu, ni rahisi kuweza kuelewa, yanakwenda straightforward, hakuna maelezo mengi sana ya kuweza kuzonga. Kama ni beginners, ni site ambayo inapendekezwa kuanza nayo hii kuweza kujifunza ile language tofauti tofauti ambazo zipo, so unaweza kusoma hapa kupitia. Baada ya hapo, ukishuka chini kabisa huku, utaona kuna button hizi next na home, I mean back. Unaweza kuclick next ukaenda sehemu inayofuata. Unaona hapa imeshuka, sasa hivi upo katika introduction. Introduction ya HTML ni kitu gani? HTML inafanya nini katika web development? Utaona hapa what is an HTML element nini utajifunza. Ni rahisi sana kuweza kuelewa, utapitia. Utaona hapa muundo wa web page zinavyokuwa, kunakuwa na HTML inafunga na kufungua. I mean, inafungua na kufunga, kunakuwa na head kunakuwa na body kwa utajifunza hapo utaonyeshwa hapa historia ya HTML ilipotoka huko 1989 hadi kufika sasa 2017, ambao tunapata hii version ya HTML 5. Lakini baada ya kujifunza hapo, kuna quiz hizi exercise ambazo unapatiwa kuona sasa umefahamu kile ambacho umejifunza huko juu, au umeshuka tu kama hivyo ambavyo mimi nashuka nikikufahamisha katika video hii. Sasa hapo unatakiwa ufanye hizi exercise, usiziache, kwa sababu una uwezo wa kwenda mbele, lakini hizi exercise ni muhimu kuweza kuzifanya. What does HTML stand for? HTML inasimama kama ni nini? Kwa hapo utachagua let's say HTML ina stand kama ni hypertext markup language. So, kama unahitaji kuweza kupata swali jingine, uta click next question utaweza kupatiwa swali jingine. Which one of the following headers has a correct HTML syntax? Kama umepitia kule na kusoma basi maswali haya hayatakuwa kikwazo utayajibu moja kwa moja bila ya kuweza kushindwa. So, inatuambia header ambayo ina correct syntax ya HTML uchague ni hii. Once submit itakwambia ya correct answer, utakwenda next question hivyo hivyo hadi kumaliza. Utaclick hapa close the exercise lakini kama ukimaliza hadi mwisho itaclose wenyewe bila tatizo lolote na itakurudisha hapa ita tayari kwa ajili ya kuclick katika next. Lakini pia unaweza kuclick previous, ukarudi nyuma, or click next. Tutakupeleka mbele utaendelea kujifunza, utajifunza tena utajifunza inakuonyesha hatua kwa hatua jinsi gani utaweza kuandika hizo kodi za HTML katika kompyuta yako, very simple. Utashuka chini utashuka na uwezo wa try yourself, ukikliki hapa inakuletea moja kwa moja editor hii. W3 inakupatia editor pia, hata kama kompyuta yako haina uwezo, pengine kuna vitu vinasumbua, huna uwezo wa kukodi kwa kupitia katika editor katika kompyuta yako, ambalo ni jambo rahisi sana kuweza kulifanya ukiwa unajifunza HTML kwa sababu haihitaji editor kubwa kubwa, just ile notepad yako tu ambayo inapatikana katika computer unaweza kutumia, lakini kama kutakuwa na usumbufu wote ule, basi una uwezo wa kutumia hii edit ambayo inakupatia W3 School kuweza kujifunza. Una uwezo kuandika hapa ukaona kitu ambacho kinatokea huku, mfano hapa katika hii this is heading, mimi nita highlight na nitafuta hapa nitaandika Hello Mohamed Hafidh. Okay, baada ya kuandika hivi nataka nione sasa output huku, result utakuja hapo, ta hapa run, unaona Hello Muhammed Hafiz, ule mstari ambao tumeweka hapa, kwa uwezo wa kutumia hii editor ambayo unapata na W3 School kuweza basi kuona kile ambacho unakitengeneza output yake kutumia hizi kodi mbalimbali mbali, kwa pale ambapo umejifunza, unaweza kutumia hii editor kama hivyo, inakuambia try it yourself kwa click na kuleta katika hii editor hapa lakini ukishuka chini baada ya kumaliza hapo na click next unakwenda hatua inayofuata kidogo kidogo kama unavyoona huku inashuka hatua kwa hatua. hapo click next, inashuka, inaendelea. So utajifunza, utaendelea hapa kunazungumziwa HTML document utapitia, inakuwa na vitu gani na gani. Je, hii doctype declaration ina kazi gani haswa, inafanya nini? HTML headings ni zipi na zipo za aina ngapi? Paragraph inaandikwaje? Utaweza kuona hapa na kujifunza. Kuna try it yourself, utaweza kufanya majaribio na we mwenyewe katika hw3 editor na kuweza kuona zile e, result kwa kile ambacho umekifanya. Kuna exercise hizi, kila utakapomaliza utajaribu kupima uelewa wako kwa kile ambacho umejifunza. Nimekuonesha jinsi ya kutumia hiki kipengele cha exercise hapa na kuona namna gani ambavyo unaweza kupata majibu papo hapo unapoweka tu jibu lako na kusubmit. So uta click next baada ya kumaliza hivyo hivyo hadi unamaliza hiyo language ambayo umechagua kuweza kujifunza. So ni rahisi sana kutumia hii website ya W3, hususan kwa wale beginners ndio kwanza wanaanza, au kwa yule ambaye alikuwa anajua hivi vitu lakini kwa muda mrefu hakufanya na anahitaji kuweza kukumbuka kidogo, pengine amerudi katika kufanya haya mambo kuweza kutengeneza web application website tofauti tofauti, anaweza basi kuja katika W3 School na akajikumbusha vitu mbalimbali mbali kwa haraka zaidi katika language hiyo ambayo anahitaji kuweza kuitumia. So ukiangalia hapa kuna vitu vingi, kuna how to. ukiclick hapa inakuleta okay, W3 School how to code snippets for html slideshow how to kutengeneza kitu kama hichi Una, unaweza kuklik hapa learn how to kutengeneza kama hii slide show, okay. Na ukaweza kuona login form, unaweza kuona jinsi gani ya kutengeneza login form kwa kuklik hapa. How to kutengeneza hizi accordion, how to, unaweza kufanya hover kama hii. Ukiweka button yako, unaweza kuklik hapa ukaona jinsi gani ya kutengeneza, wanakufahamisha hatua kwa hatua katika hizo website ambazo utakuwa unatengeneza so, kuna language nyingi, kuna framework nyingi, let's say unahitaji kujifunza issue nzima za uh, masuala ya pandas. Hizi ni framework za, I mean not framework, ni library za Python, okay? Pandas ni nini, inafanya nini? Utaweza kuona hapa kuna mpangilio mzuri kabisa utaweza kujifunza kuhusiana na hii pandas. So hakikisha basi unakuwa mfuatiliaji wa hii site ya W3Schools kuongeza uh, ujuzi wako kuweza kujifunza kuweza ku code na kuweza kuona namna gani ambavyo utaweza kuwa basi yule ambao unatarajia kuweza kuwa, kwa kuweza kujifunza hizi language kwa njia nyepesi kabisa, wewe tuna mda wako na kuweza kwenda hatua kwa hatua kuweza kujifunza hizi uh, programming language, mbali mbalimbali. So sina la ziada leo, nilihitaji tu kuweza kufahamisha jinsi gani ya kutumia hii site ya w W3Schools, na natumai umeweza kuona jinsi gani ambavyo inafanya kazi na ina umuhimu na ni nzuri kuweza kuitumia kwe hususan, kama wewe ni beginner. So asante sana, like video hii. Una maoni, una maswali yoyote, kama una site nyingine ambazo unazifahamu share na sisi katika sehemu ya comment, ili basi tuweze kuzifahamu pia na sisi ziweze kutusaidia kuweza kujifunza kupitia website hizo. Tukutane wakati mwingine.